Mwanamke kazi yake ni kuamka asubuhi ashughulikie mume ahakikisha ametoka. Sasa wanawake wale wapei wanaume wao chai asubuhi ndio wamefanya, wanaume wao wanafanya usharati, wamekuwa makahaba wakubwa, kwa sababu akitoka nje atapata yule mwenye atampombeleza. Lakini sasa wewe alipotoka kwa nyumba huku, amka, mm. wewe umelala tu, ameenda, hata anaenda kwa jirani, kwa mwanamke wa jirani hapa, anajua hayuko karibu na wewe, uko kwa kitanda kwa sababu wewe ni baby. <laughs> Baby, and babe. Mlitoa wapi hii vitu? Na hakuna hata kwa bibilia hapa. Mama anastahili kuonya mtoto wake, aambie mtoto wake ukweli, mtoto wake apate kujua ya kwamba yeye ni nani. Hata anapoingia katika ndoa, ajue kwamba yeye ni mfalume yeah. Haleluya, ajue yeye ni mfalume, na mfalume hawezi fanya vitu ya utoto. Mfalume hata mpaka mwingine analia ati apewi chai

Baby apeleke maji kwa bafu loha itanda ye baby, baby mbebe <coughs> baby, enda osha bibi. Upumbavu yau yenye ya mumeleta saa hizi kwa maisha, kila wakati na upumbavu tu, mkiamka s baby, hata mtu a ndiyo sa atajijua aje? Lini huyu mwanamke atajua majukumu ya nyumbani? Lini mwanamke wako atakaa nyumbani? Kwa sababu gani ukimwita baby? Sasa inabidi hata akitoka nje aitwe nani? Baby. Niliona mwingine hako anaita mwanamke ati malaika, malaika, malaika. Kweli mke akuwe malaika. Malaika ga na meno hii ya dunia hii ati malaika. Kweli malaika na meno. Malaika wanakulanga uka. Malaika anakulanga mnyama. Ati malaika malaika. Wanaita bibi malaika. Huyo mwanamke atawahi kufulia nguo. Malaika afue. Malaika sasa unaona itabidi wewe ndio unafulia malaika nguo. Mm-hmm. Hii upumbavu mumetoa wapi nyinyi? Mwache kucheza na Biblia nyinyi. Mwache kuchezea Mungu. Mmeharibika, especially wanaume mmeharibika. Gen Z niliwaahidi, mimi ni mama nitawaambia ukweli. raudi hata mzetu atie naye aka naita mwana mkata, ana haya na nywele tu kwa mapua imejaa nyeupe, ati baby. Wanaita mama mzati baby, hata una adabu kuhu, ati baby? Baby vitu gani? Mlikuwa wapi au wazee walikuwa wapi kuitana baby? Sai uri, uri, uri vitu gani vindushi hapo. Okay. Mulichelewa mnatuaibisha. Ndio sababu unaona saa hizi hata haijulikani mukwe ni nani. Kwa sababu mama naye anaitwa baby na babu, kuhu anaitwa baby huku, mtoto mukwe mwenye amekuja kwa boma baby. Sasa hapa tunaishi aje tudaishiyajeshua. Sasa Biblia imesema ya kwamba mama akamwita mtoto wake la mwili akasema mwanangu, kwa sababu ni mfalume. Yes. Tumeharibu dunia. Amen hata neno la Mungu sasa halina maana, kwa sababu majukumu ya mama tuliacha, watoto wanaitana tu baby. Sasa Mungu akikuja kwako, utapata mtoto kama huyu, ndiye anataka kunioshea vyombo na bibi amekaa, kwa sababu ni baby ya huyu mtoto. Sasa baby ataosha vyombo, huyu atalala, watachuna huyu kijana usiku yote, watapiga eh. Mimi naezaje kuosha vyombo baby? <laughs> na hata muna adabu hata mbele tu ya wazazi baby baby baby girl, Baby girl, ama <laughs> mwanamke anatakata kukuzalia watoto sasa, ataza baby apepe mimba suna atakukatasha nzama ya kwamba bado kwa sababu ni baby yeah, baby baby atazaje? Baby aneza aje kuwa na uja uzito? Sasa Mungu alitupatia majukumu wa mama kubwa sana ya kuweza kushauri watoto wetu tushauri watoto wetu. Akuna hapa kuniambia kwamba Kevin, alioa sasa mimi nitapombelezana na Kevin mpaka Kevin ajue ukweli hiyo, mm. Mambo yao ya bebu huko, ufanyie huko puuzi, lakini ikifika hapa, mwanamke ukiolewa, umeolewa. Hii mchezo ya bebu bebu bebu bebu nini, sasa utazaa nini? Kama wewe unaitwa bebu bebu, na mtoto wako utamwitaje? Mtoto wako utaitaje? mtoto wa mama tushauri watoto wetu. Watoto wanaharibika, ndo unakuja unapata mtoto mvulana ameoa, lakini hajulikani kama alioa, kwa sababu majukumu ya nyumba ni yeye anafanya, kwa sababu yeye anaita bibi mtoto adi babe. Sasa usipoita hii hata anakasirika, kwa sababu ulimpea cheo, unataka kuchukua urithi wako, unapea bibi ya mume ndani ya nyumba. Akimuke mwema nani awezai kumuona? Yeah. Na Biblia imesema vizuri ya kwamba wakati mwanamke anapoamka asubuhi, anabariki mume wake. Ampe kikombe cha chai. Yes. Mwanaume huyo akitoka kwa nyumba kama amepewa chai na mke wake. Akitoka anabarikiwa, umesikia Biblia imesema ya kwamba akanunua mashamba. Yeah. Haleluya. Baraka zimetoka kwa mikono ya mke. Sasa hizi baby analala. Wewe mwenyewe unaamka, hata mtu mwenyewe anaenda blanket kwa ndevu. <laughs> Eh, hey, unajua mwanaume ni dondikia hata anaweza amka amevaa hakuna na yeye ashaenda. Mm-hmm. Alafu uka hapo mingoja baby aleta ati lunch. Sasa hautakosa so, kitu kama mama ataweza kuadvise mtoto wake mvulana ajue maana yake ni nini? Yes. Wakati mwanaume ameoa, yeye ni kichwa cha nyumba, siye tena kurudi hapa kuitanga mke baby baby baby. Nini baby huyu, hata waivaja kitu na ukiambia baby atasikia Sijui kama kuna mtu atanielewa, ukisema baby hataelewa, kwa sababu anatakana kulelewa kama mayai huyu mwanamke. Hakuna siku hata mtaendelea, kwa sababu yei mwanamke kazi yake ni kuamka asubuhi ashughulikie mume, hakikisha ametoka. Sasa wanawake wale wapei wanaume wao chai asubuhi, ndio wamefanya wanaume wao wanafanya usharati, wamekuwa makahaba wakubwa, kwa sababu akitoka nje atapata yule mwenye atampombeleza lakini sasa wewe alipotoka kwa nyumba wao wamelala tu, ameenda hata anaenda kwa jirani, kwa mwanamke wa jirani, hapa anajua yuko karibu, na we uko kwa kidanda, kwa sababu we ni baby. <laughs> Baby. Baby. Baby. Mlitoa wapi hivi vitu? Na hakuna hata kwa Biblia hapa, mama anastahili kuonya mtoto wake, aambie mtoto wako ukweli, mtoto wako apate kujua ya kwamba yeye ni nani hata anapoingia katika ndoa ajue kwamba ye ni mfalme. Yeah. Haleluya. Ajue ye, ye ni mfalme. Na mfalme hawezi fanya vitu ya utoto. Mfalme hata mpaka mwingine analia ati apewe chai, uliita uh, uh, ati bebi, hata mnaita tu mbele yangu, hata muogope ati beb beb, vitu gani hiyo? Baby gani babi? Mtu we umempata na meno salasina mbili imejaa kwa mdoma atipepe. babi wera